Nkwengeneko no, rais William Ruto sasa anasema ukosefu wa ajira kwa vijana umesababishwa na uongozi mbaya, akielekezea lawama serikali za watangulizi wake. Akizungumza katika kaunti ya Machakos alipoongoza awamu ya sita ya utoaji wa mtaji wa biashara chini ya mradi wa NYOTA, Rais Ruto pia ameendelea kuwashambulia wapinzani na wakosoaji wake, aliyowataja kama maadui wa maendeleo. Kama Umwangi na taarifa hii kwa kina Awamu ya sita ya ugavi wa mtaji wa biashara kwa vijana ilielekea uwanja wa Kenyatta katika kaunti ya Machakos, rais William Ruto akitua kwenye ngome ya kisiasa ya kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka kwa uwezeshaji wa vijana kutoka kaunti za Machakos, Kitui na Makueni. Hu ni huku ambako rais amelilimbikizia swala tata la ajira kwa vijana nchini kwa uongozi wa serikali zilizomtangulia na zaidi viongozi waliokuwemo na ambao wengine wao kwa sasa ni wapinzani wake. The challenge we have had is a challenge of leadership. Mutu tu anataka kupigiwa makofi. Morning, evening. Anaimbiwa na wamama. Morning, evening. Na hakuna kitu anafanya. He has no plan. He has no idea. He has no agenda. He has no program. He has no vision. Cheche hizi zikionekana kutupiwa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Aliyeukosoa mradi wa NYOTA mara si haba. Nasikia viongozi wengine wanaongea tu hapo, oh, vijana nyinyi eh, tunataka mkuje mtusaidie kupiga watu wengine. Vijana nyinyi, tunataka mkuje mtupigie kura. Vijana nyinyi, young people of Kenya are are not voting machines. They they also want to to know how are they going to change Vilevile Rais amerejelea safari ya kulibadilisha taifa na kulifanya mojawapo ya mataifa yaliyostawi zaidi duniani akiwataka wapinzani kukaa kando. Any person opposing the empowerment of the young people of Kenya is an enemy of our country because this country requires that every citizen be empowered and be enabled to realize their potential as human beings and as citizens of Kenya.